Maamuzi kao cha jana, mimi nimefurahika sana kwa sababu chama kina kanuni, kina katiba, kina misingi. Haiwezekani mtu wene tofauti na kanuni halafu wachwe. Hapana, maamuzi ya jana ni mazuri na maamuzi hayo yatajenga nidhamu katika chama. Ah, matarajio mkutano wa leo, natarajia utakuwa wenye tija, mabadiliko ya katiba ili kuboresha hali ya chama na nchi kwa ujumla. Eh, ndugu mtangazaji, kwa kweli kuhusu maamuzi ya jana binafsi mimi nimeridhia sana, kwa sababu chama chetu kilikuwa kimekoswa nidhamu ndani ya chama, nidhamu ilikuwa imepungua, lakini kwa maamuzi ya jana, ninaamini kabisa kwamba chama chetu sasa hivi nidhamu ya Chama cha Mapinduzi jinsi ilivyoanza, e ninaamini kabisa kwamba kwa, kwa nidhamu sasa itakaa wima na viongozi wote ambao walikuwa na nia ya kuwa na kisaiti chama, ninaimani sasa hawataendelea kufanya vile. Uh, mabadiliko yaliyokuja ni mabadiliko mazuri, na sisi wote tunayaunga mkono kwa sababu chama chetu ni chama strong, ni chama kikongwe, ni chama chenye uwezo, na kwa bahati nzuri chama hiki hakimwogopi mtu yoyote, hakijali cheo chako, wadhifa wako, mali yako, au ile ule kujamba kwako. Ikiwa utakwenda kinyume na taratibu na kanuni zetu, ni kwamba wewe, Kiswahili cha Tanga, sema yamshi. Sisi tunapongeza uamuzi uliotolewa jana, ni uamuzi mashuhuri na nifundishwe kwa watu wengine. E, kutokana na mabadiliko ambayo yamekuwa ndani ya chama chetu cha Mapinduzi, kwanza tunampongeza mwenyekiti na kamati ilikuwa pamoja pamoja na wajumbe wa mkutano mkuu kufanya mabadiliko haya, kwani imekuwa ni nafasi ya pekee kwamba hata watu ambao wenye nafasi za chini ambao hawana uwezo wataweza kuingia madarakani kwa sababu imepinga vitu vingi ambavyo vinatokana na rushwa na wala, naamini katika chama chetu hakitakuwa na mpasuko, kwa sababu tayari tumeingiza majembe ya vyama vya upinzani ambayo yameongoza nguvu kubwa ndani ya chama cha mapinduzi. Mabadiliko haya ni mapinduzi makubwa sana ya chama chetu, yataleta tija kubwa sana kwenye chama na kwenye taifa. Tushirikiane wote, tumeshaunga mkono sisi wajumbe wa mkutano mkuu, maeneo mengine yote ya chama na wao waunge mkono, ili chama chetu kiendelee kushika dola na tuweze kuleta mafanikio na maendeleo kwa taifa letu. Zile kazi ni kazi za full time, unafanya mtu huyo huyo mmoja kazi moja, huyo huyo mtu mmoja kazi mbili, ni kama vile kazi mbili mtu huyo huyo, niseme awe waziri wa kilimo alafu mtu huyo awe waziri wa biashara. Ah, kwa hiyo tunasema kwa sababu ni nafasi mbili za kufanya kazi full time, mmoja afanye kazi upande huu, apatikane mwanachama mwingine wa CCM, na wanachama wa CCM tuliokuwa nao ni wengi, wenye uwezo, mwingine afanye kitu kingine ndio, kwa hiyo naamini kwamba kwa sababu sasa mtu mmoja anakuwa na muda wa kupeleka muda wake katika utekelezaji wa kazi yake ile, maana ule ufanisi wa zile nafasi individual zitafanywa kwa kiasi kikubwa zaidi kwa uwezo mzuri zaidi. mina, mina, ni, ni, ni, nafasi, ni, ni maamuzi ambayo yameafikiwa na, na, na yamekuja yamefikiriwa kwa kina, lakini ni maamuzi ambayo yana, yataleta utekelezaji mzuri wa, wa nafasi zile kwa sababu sasa wanasema huyu mtu katibu wa organizesheni haya, lakini mtu wewe waziri, hapana, afanye waziri wake na afanye naye. Tunaamini hivyo, kwa sababu kila kitu ambacho kimefanywa kazi, uzoefu, tunaamini tutakapoanza kuwatekeleza sehemu kubwa, tutaona yale mazuri au mapungufu yake, na ndio maana mwenyekiti amerudia, tutakapoona kwamba kuna sehemu tunahitaji kurekebisha, hawatasita kutumia vikao kufanya marekebisho husika. Mimi binafsi nimeyafurahia haya ma, mabadiliko ya katiba ya ndani ya chama chetu cha Mapinduzi kwa, kwa sababu kwa namna kwa kwa, na moja au nyingine, tutapunguzia chama mzigo, kwa sababu kuna nafasi zingine zilizokuwa zinaonekana kwamba ni mzigo ndani ya chama, na ukiangalia kweli ufanisi wake ulikuwa uleti tija kwao. Sasa hivi mi nimeyafurahia mabadiliko ya kupunguza vikao mbalimbali mbali, wingi wa vikao wingi wa watu watendaji. Kwa hiyo nafikiri kwenye chama tutakaa vizuri angalau kuweza kutekeleza sera ya chama cha mapinduzi. Ya mabadiliko ni hatua za ni chachu ya, ma, ya maendeleo. Kwa hiyo ni, ni jambo jema na limefanyika kwa wakati. Kwa hiyo naamini litatupa li, li, li, muda kama chama kujijenga vizuri zaidi, tunakoelekea kwenye utekelezaji wa ilani, lakini pia tunakoelekea uchaguzi ndani ya chama na serikali za mitaa na baadaye uchaguzi mkuu. Si kwamba ya kutarajiwa, unakumbuka, mabadiliko haya yametokana pia na tathmini, na tathmini zimeanzia mpaka ngazi za mashina na kwenye kila shina, unakumbuka, wana CCM ni wengi. Kwa hiyo ni kitu ambacho e, wamekianzisha na bahati nzuri e, dira ya mwenyekiti imewe ime, ime, kisha hapa kwenye kuweza kupata mabadiliko ambayo yatasaidia kukiimarisha chama. Kwa hiyo ni jambo ambalo Watanzania popote waliko kule najua wanafurahia kwa muda huu.